mu wa rais awatek Stefano wasikofu Stefano wagekimsunga osa askofu wa kwanza wa jimbo katoliki la la Bagamoyo, wahashamu maaskofu wakuu na wahashamu maaskofu liliyopo, waheshimiwa sana maabate, mheshimiwa Abubakar Kumenge, mkuu wa mkoa wa Pwani eshimiwa yekucharamira kuwa mkoa da wa Dar es Salaam, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo, waheshimiwa sana mapadre na mashemasi watawa wote na viongozi wa halmashauri za walei, waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali mliopo, viongozi wa vyama vya siasa, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Pwani wanaume wenzangu na wa watu wote wenye mapenzi wa mema, waandishi wa habari, tumsifu Yesu Kristo. Elfu mbili na ishirini na tano mahujaji wa matumaini, Mungu ni mwema kila wakati. Kanisa Katoliki Tanzania liko katika shamrashamra za uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo, ambao ulifanyika jana Jumamosi, Mei 3, 2025 na hivi leo kusimikwa rasmi maaskofu wake wa kwanza Mhashamu maaskofu Stefano Lameck Musomba, mtawa wa shirika la Mtakatifu Agostini. Awali ya yote napenda kuwaletea na salamu na pongezi za mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maadhimisho haya yote mawili. Mheshimiwa rais alipokea na kuridhia ombi lenu kuwa kowa mgeni rasmi. Hata hivyo, kutokana na majukumu mengine ya kitaifa aliyo nayo amenituma ni mwakilishe Nilifurahia na sana, sana upendeleo wa kuja kuungana na kanisa katika maadhimisho haya yenye baraka na furaha kubwa, na ninasema hivi hasa kufuatia bahati nyingine niliyopata ya kumwakilisha Mheshimiwa Rais katika misa ya mazishi ya hayati Papa Francisco Jumamosi iliyopita, lakini pia nikapata tena bahati ya kufanya hija pale ulipo mwili wa Mtakatifu Rita kule Kasia Jumapili iliyopita. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakupongeza sana mwacha mbaba skofu Musomba kwa kuteuliwa na hayati Papa Francisco kuwa askofu wa kwanza wa jipu, jimbo jipya la Bagamoyo na kwa kusimikwa rasmi katika nafasi hiyo siku ya leo. Aidha, Mheshimiwa Rais analipongeza Kanisa Katoliki kwa uzinduzi wa jimbo jipya lakini pia nawapongeza waheshimiwa mapadre na watawa wote watakaohudumu katika jimbo hili jipya waheshimiwa maaskofu mapadre watawa na wageni waalikwa nami naungana na Mheshimiwa na Rais kuwapongeza wanajimbo la Bagamoyo kwa kupata jimbo na mchungaji mkuu Na kama ambavyo imeelezwa Bagamoyo imekuwa ndio mlango wa kuingia kwa imani ya Kikristo hapa nchini na maeneo mengine ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Na kwa historia yake, pengine Bagamoyo ilistahili kuwa jimbo muda mrefu uliopita. Lakini kama maandiko matakatifu yanavyosema, kila jambo na wakati wake. Ukisoma Mhubiri sura ile ya tatu aya ya kwanza mpaka ya nane utaona hivyo. Kwa hiyo tuzidi kumshukuru Mwenyezi si Mungu kwa kuruhusu jambo hili litimie jana na leo katika mwaka huu wa Bwana. Lakini vile vile kwa namna ya pekee kabisa, nami naomba kukupongeza sana, Mhashamu Askofu Musomba kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo. Na jukumu hili la kichungaji la kulea jimbo Katoliki la Bagamoyo ni kubwa. Lakini Mungu aliyekuita katika utume na uinjilishaji atakuwezesha kulitimiza kusudi la wito wako katika Kristo Yesu. Tunasoma katika waraka kwa Waebrania, Sura ile ya tano, aya ya nne inasema, na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. Kwa hiyo vivyo hivyo, nawapongeza wanajimbo la Bagamoyo kwa kumpata Mhashamu Baba Askofu Musomba kama kiongozi wenu mkuu, na ni matumaini yangu kuwa mtampatia ushirikiano wa kutosha pamoja na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kuwaongoza vema, lakini pia hakikisheni mnajitoa kulitegemeza jimbo lenu. Wahasham, maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, uamuzi wa Baba Mtakatifu Francisco kuunda jimbo hili jipya sio tu meipa Bagamoyo hadhi, lakini pia umesogeza huduma za kichungaji kwa waamini na utaongeza kasi ya uinjilishaji. Na bila shaka kusogeza kwa huduma za kichungaji kutaongeza pia upatikanaji wa huduma za kijamii zinazotolewa na Kanisa. Kwa niaba ya mheshimiwa Rais, napenda kuhakikishia waamini wa jimbo Katoliki la Bagamoyo na Watanzania wote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 Kwa maneno mengine tutazingatia rai iliyotolewa hapa kwamba serikali iendelee kuunga mkono juhudi za kanisa na kutoa ushirikiano kama mshirika mwenza na si mshindani katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa kuzingatia mazingira mahalia. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa,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 nawaomba sana wahashamu maaskofu wa klero, na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili aya ya kumi na tisa ambayo inasema maana huu ndiyo wema hasa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 kidini kabila au rangi ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ile ya tatu aya ya kumi na moja ambayo inasema naache mabaya atende mema atafute amani Aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia na hasa kuzuia ndimi zetu kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza aya ya kumi na tisa mpaka ishirini ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa, lakini vile vile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Wahashamu, maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, napongeza homilia nzuri sana iliyosheheni mafundisho ya msingi kwetu sote. Lakini pia nimepokea risala ya kanisa iliyosomwa mbele yetu na Mhashamu Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Nimepokea ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya kanisa Katoliki jimbo la Morogoro ambao sasa ni sehemu ya jimbo jipya la Bagamoyo ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha Adem. Kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu, na kwa ajili hiyo ninamwelekeza waziri wa elimu, sayansi na teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalamu kutoka wizara yake ya elimu, sayansi na teknolojia, wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ili wakae mezani na uongozi wa kanisa Katoliki jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa swala hili. Aidha, taarifa ya timu hiyo ya pamoja iwasilishwe serikalini mapema iwezekanavyo kwa ajili ya uamuzi mwisho. Mwisho, kwa niaba ya mheshimiwa rais aliyenituma kumwakilisha katika maadhimisho haya Narudia tena kumpongeza sana mheshimiwa Askofu Stefano Msomba OS kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Aidha, ninamtakia Mhashamu Baba Askofu Msomba afya njema na umri mrefu, ili aendelee kutubariki, kutufundisha na kutuombea. Vilevile ninawataka waamini wa jimbo Katoliki la Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo na wote wenye mapenzi mema, heri katika uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo. Na naomba sasa nimalizie hotuba hii kwa kukabidhi fedha kidogo, shilingi milioni ishirini, ambazo mheshimiwa rais amenituma nimkabidhi baba askofu Musomba kwa ajili ya mafuta ya gari ya kuanzia ziara zake za kichungaji katika jimbo katika jimbo hili jipya. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki. Sherehe njema. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV.